Safu za milima Livingstone ndani ya Lake Nyasa, Rudewa, Lupingu, mkoa wa Njombe. Karibuni sana watalii. Tupo kama hiii <tipu>